Usikose katika ibada ya uponyaji na kufunguliwa inayofanyika Jumapili hii, Pugu Mwasirodi, barabara ya Kisarawe, chini ya mwinjilisi wa kimataifa Fireman, huduma ya Penwell Healing Ministry iliyopo Pugu Mwasirodi, barabara ya kwenda Kisarawe. Jinsi ya kufika: panda magari ya Chanika au Kisarawe, shuka Pugu Mataa, kisha uliza bodaboda Mwasirodi kwa mwinjilisi wa kimataifa Fireman, utakuwa umefika. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0718 41 31 17 au 0655 97 37 87. Wote mnakaribishwa. Na, eh, mimi nikiwa kama mmoja kati ya watu ambao ni wapenzi wa soka ambao tumefuatilia na tunajua Stellenbosch ni moja kati ya timu ambazo zina, zinafanya tofauti Kaya, na zina zimeleta historia ya kitofauti kidogo, kwa sababu hatua ambayo wanakwenda kulingana na ule ugeni wao katika ligi ya hapa au e, jina na ukubwa wao yaonekana dhahiri kwamba kuna namna wamejiandaa. <laughs> Kuna namna wamejiandaa na hata ukiangalia hata katika benchi lao la ufundi na vitu kama hivyo inaonekana dhahiri kwamba vijana hawa wanafahamu. Na kibaya au kizuri, naomba nikiweke wazi, huwa siku zote huwa nawaambia e, watu wa nyumbani kwamba timu zetu za Yanga Simba ni timu kubwa sana kwa huku. Wasichokijua ni kwamba sisi ni kitabu kilicho wazi kwa wenzetu huku, na hawa wenzetu wana mfumo mkubwa mzuri sana wa wa kisoka kusoka. Ni sayansi Yeah. Yaani tuseme kandanda, mpira, sodo ni science. Kwa hiyo wenzetu huwa wanahusisha watu wengi ili kufanikisha ushindi, kuanikiza ushindi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasoma, wanasoma game, wanasoma ile video analysis hapo kuna watu ambao wanamfahamu mchezaji mmoja mmoja, tangu alikotoka, uwezo wake, mapungufu yake. Hivyo wanawekeza sana katika benchi la ufundi chini na wale kumi na moja wanaopelekwa pale mbele huwa wanapewa nafasi tu ya kusema wewe kafanye hivi, na ndio maana maajabu walioyafanya kushinda dhidi ya Zamalek ambao ni mabingwa waliokuwa tuseme watetezi inaonesha dhahiri kwamba hawa wamejiandaa. Na kwa nini wameshindwa kufanya vizuri kwa ligi ya nyumbani? Japokuwa si sio kwamba hawajafanya vizuri, wako nafasi nzuri tu, na kwa ni kwamba nguvu ambayo waliipelekea, na wao walijua kwamba ili tuijenge timu yetu ya kesho, yani tusogee, ni lazima tupate pesa kutoka kafu hilo shirikisho. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wamejiandaa, na mwisho wa siku ni kwamba wenzetu vita hii au vita yoyote ya kimataifa huiweka pembeni zile timu zote yaani kwamba hakuna Kaizer Chiefs, hakuna Orlando, hakuna Mamelodi. Makocha wote hukaa chini na kuzungumza. Kuna kocha ambaye aliifundisha Kaizer Chiefs wakati inacheza na Simba wakati huo, kuna kocha aliyefundisha Orlando Pirates pocheza na Yanga Simba wakati huo, ukiacha hiki kikosi chao cha sasa. Je, tamaduni zao, je, kwa hiyo wenzetu wao wanakaa sana kuangalia na kutengeneza mfumo na kuona kwamba pinda vipi kwa sababu wanashtamaa kwa njia ya umoja, na nasema hivyo e, lakini pia nina mdau hapa, hawa wamejizatiti vizuri hususan tukizungumzia kwenye michuano ya kima, ya kimataifa kiufupi yani hawa jamaa mechi ya kimataifa nizungumzie kwa kianalisisi ya nchi nzima yani wao wanakuwa la kwao ni moja yani. Haijarishi mimi ni Mamerodi, haijarishi mimi ni Cape Town City, haijarishi mimi ni Orlando Pirates, linapokuja kwenye masuala ya nchi, hao watu wadau wote wa huu mchezo wanakutana pamoja kushia mawazo, kifanyike nini ili tuende tuwini kwenye gemu za kimataifa. Nilichoelewa South Africa, yani wana umoja sana kwenye swala hilo, linapokuja michezo ezo ya kuzungumzia nchi. Una, unaipa nafasi gani e Simba ya kufanya vizuri kwenye mechi hiyo? Simba naipa nafasi kubwa sana, endapo tukionyesha mshikamano wa kuanzia ndani ya wadau wote wa, wa football na tukichanganya na tuliokuwepo huku, ninawapa asilimia kubwa sana, tunaweza tukawini hii mechi. Ha, ubora wa hawa wapinzani wa Simba uko wapi? Ha, ubora wao kwa ujumla naweza nikasema wana safu nzuri sana kwa, kwa mfano kwa, katika kuanzia viungo kwenda ushambuliaji, ni watu ambao washambuliaji wa wanawafahamu nini maana ya kuwepo pale na nini maana ya kupata nafasi. Kuna watu mara zote huwa wanapopewa ile aina au wanapopewa mchezo hawaelewi ni kwa nini uko pale. Kwa hiyo mikimbio yao, jinsi wanavyokaa mikao yao jinsi wanavyo zile training zao wanafahamu. Kwa hiyo viungo vya, viungo wao mara zote naweza nikasema mazuri na makubwa sana kama viungo na washambuliaji katika hii timu. Huku nyuma kidogo kama e, unaweza ukasema kuna kuna kuvuja kwa namna fulani, lakini hawa viungo katika mkao wao na jinsi mpangilio wanavyouweka unaonesha kwamba inakuwa kwa kwa kwa kifupi, ni ngumu kwa wao kushambuliwa au kufikiwa kwa kifupi, naweza nikasema kwamba ni vyo, oh, ni viungo ambao wana maelewano, kuna chemistry iko na washambuliaji. Hicho ndio hasa kinachoonesha na uimara wa hii timu bwana. Hii timu inamilikiwa na nani? Uh, hii timu uh, ni kwa... Ha, awali unajua ni, ni walinunua kutoka katika uh, Cape Town Spa. Ukifuatilia unakuta kwamba uh, Ben Macat wengi wanamfahamu Quentin Fortune. Kwa hiyo hawa mfumo wao ni kwamba wametoka katika academy, ni watu ambao wamefundishwa na wamefundishika <laughs> ni kwa kifupi ndio hivyo, ni watu ambao mbao unajua soka sasa hivi ni, ni, kama nilivyosema ni science, ni mtu kumweleza tu kwamba hapa unafanya hivi unafanya vile, una dakika zako kumi na tano una dakika tano a jambo lakini baadaye usifanye hivi. Kwa hiyo naoweza kusema, ukiangalia Simba ni jina kubwa sana hapa, hata wa Afrika ya Kusini. Hivi tulipokuwa tukizungumza Kiswahili hapa, ukitamka tu Simba, ukisema ukisema Tanzania, ukisema Stellenbosch, wanaona hawa eh, wanaongea huko pembeni. Kwa hiyo kama nilivyosema, timu zetu sisi ni kubwa, ukizungumza Yanga, ukizungumza Simba, ukizumza, hata ligi yetu kama ulivyosema ni kubwa, ni kubwa na inaangaliwa na ina ina muso katika Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunafuatiliwa sana. Eh, tuwe makini na wenzetu kama nilivyosema, wanasoma na wanatufuatilia na wamesoma. Yaani wenzetu sio kama ni vipaji tu. Aa, aa, kipaji na shule. Okay, uh, Simba mara baada ya hapo jana uh, Zamaleki kuondoshwa kana kwamba wamekuwa na furaha, baadhi yao wakiamini kwamba huenda Zamaleki uh, wangewapa wakati mgumu zaidi tofauti na timu hii kutoka Afrika Kusini. Hili kwako wewe unaweza ukaitazama vipi? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Hiyo katika mchezo mimi naona ni kosa kubwa sana. Yaani hilo ndilo kosa ambalo linaweza kugharimu ushindi wa Simba, yani hawa Stellenbosch ni timu isiyo, yani nasema is a crossed book Simba is a open book, kwa kizungu wanasema hivi kwamba Simba ni kitabu kilicho wazi kwa Stellenbosch, wakati Stellenbosch ni kitabu kilichofungika, yani hakijafunuliwa. Kwa hiyo Zamalek ndio walifanya makosa hata wenyewe kwa kupoteza jana, kwa sababu wao Zamalek wanaziangalia timu kama Orlando, wanaziangalia timu kama Kaizer Chiefs, wanaziangalia kama Mamelodi Sundowns, wanaziangalia kama vile Simba Yanga, wanaziangalia timu kama vile labda hio hii, hii timu unaweza hii ni timu inacheza PSL inacheza ligi ya Afrika ya Kusini, ligi hii siyo rahisi, na iko nafasi ya tano Tana, ambapo wao hawa ni zaidi hata ya Kaizer Chiefs, kim kimtanange kim ambayo inafundishwa na Nasreddine Nabi. Sasa mm, unakuta kwamba hawa sio sio watu wa kuwachukulia wa, wa kirahisi, na soka siku zote huwa haichezeki na wachezaji ambao unaweza kusema kwamba eh, hivi sasa kwa mfano, naweza nikachukua timu yetu ya taifa ya Tanzania inaweza ikachukua wachezaji wote, kwa mfano unaweka akina Messi Ronaldo akina nani nani, ikaja pale, lakini ikacheza na timu ya kawaida, na matokeo ni dakika tisini. Simba wasichukulie kwamba ni rahisi, kwa sababu Zamalek ikafungwa au sasa sisi na hapo kwanza, mimi kwa, kwa soka Sababu, eh, naomba nirudi kidogo katika history. Nakumbuka nilipokuwa <laughs> nacheza timu ya Nyanda za Juu Kusini, mechi yetu ya kwanza tulicheza na timu ya, ya ya Mashariki ya ambayo ilikuwa imehusisha wachezaji uh, rukuki wa timu ya taifa ya vijana, wakati golikipa akiwa Amani Simba ulikuwa kuna, kuna uh, Omela, Azizi Hunter, Mtaya Itembele, nazungumzia kina Njohole Wilfred Kidau, yani hivyo Tulicheza nao hapo Morogoro. Wakati huo mimi nikiwa golini tukashinda mechi hiyo, tukitoka Nyanda za Juu Kusini mimi na kina Boniface Amulike eh, pamoja na eh, Samson Mwamanga eh, Mwakarobo wa Salemba eh, chepe. Mechi inayofuata tukacheza dhidi ya kaskazini, wakasema, Fortu, wewe pumzika, kwa sababu mechi ya jana umecheza sana, mechi ya juzi ile umecheza sana, hawa kaskazini ni wa kawaida kwa sababu tumeshinda dhidi ya timu ya taifa ya vijana ambayo iko chini ya Makongo wakati huo najitegemea. Tena sikuweka kabisa hata katika bench, nikapelekwa katika watazamaji kabisa. Mechi dhidi ya kaskazini, tumeingia uwanjani, uwezi amini, tulichukua chuma nne. Kwa hiyo hadi hapo chuma nne kutoka kaskazini, golini akiwa marehemu Nadhiri Nchwembo. Kwa hiyo soka ni mchezo wa kushangaza sana, na una matokeo ambayo yanastajabisha. Simba wasichukulie hii timu kirahisi la na kuanzia hivi sasa ni lazima wale ma, mashushushu wale majasusi wa, wa soka waingie na kuweza kuielewa na kuisoma hii timu kwa undani zaidi, ili kusudi ushindi uweze kupatikana. Naweza yes, nikatoa ushauri huo. Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube. Mwandike Digital.